Aa, sasa hilo la viongozi wa sasa mimi nisingependa kujiingiza, kwa sababu uh, sisi tumefanya kazi, tumefikiri kwamba tulikuwa tunafanya vizuri na kwa nia njema. Sasa hatuwezi kusema kuwa wafate nyayo zetu. Aa, hatuna nyayo za kufuata. Tunawaambia nao wafanye kadi watakavyoweza na kwa uwezo wao na Mungu atawajalia kama alivyotujalia sisi. Aliyefariki ni Mshinga wako, unamzungumzaji upande wa Ushinga, upande wa kifamilia <coughs> sikutaka kuanza na hilo, lakini ni kweli, mimi nimeoa Upareni, mke wangu ana nyina Mtemi Malecela. e, mtu ambaye alinisaidia sana katika kumpata alikuwa ni Bwana Msuya Nakumbuka hata siku nilipopeleka mahari kulipa alikuwepo kwa upande wa wa wakwe zangu, ili kunisaidia nisikosee mambo yoyote. Na nashukuru kwamba alikwenda vizuri, na hata kanisani alikuwepo. Namshukuru na, na namwombea kila la heri. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Kwa mara nyingine tena, the foundation wa ushirikiano wa hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa, ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753108944 au 0738229449 saba moja saba tano tatu moja tatu moja mbili. The same qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.